Ya ligi ya mabingwa imeshawahi kumfunga Mamelodi Sundowns, na sio kumfunga na kumuondosha kwenye michuano. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi eh, kwa sababu mimi na base timu zote mbili Petro de Luanda pamoja na Simba, naamini Simba wamekutana na testi ambayo itawafanya kuweza kuimprove na kuna, kuna, of course, watu wasichukulie negative sana, kuna kuwa kuna faida mara nyingi unapopoteza mechi yako ya kwanza, nafikiri mnaelewa. Hata Argentina kipindi wanashinda World Cup walipoteza mechi yao ya kwanza dhidi ya Saudi Arabia, kwa hiyo lakini Argentina na Simba e, Simba imepoteza nyumbani oh, oh, e, ambapo kwa hesabu mara nyingi yeah, e, pointi nyingi wanachukulia wakiwa nyumbani wao, hiyo kama inakuwa ni, ni, ni shida eh, swali zuri lakini nitakuelekeza kitu kimoja. Petro leo walicheza kiugenini zaidi yeah, walikuwa wanazuia na takriban wachezaji watano. Simba kocha sijaelewa kwa nini alianza na viungo wengi, wakati Simba viungo wao ukijaribu kumwangalia, Morris Abraham sio mfungaji mzuri takwimu zake zinaonekana hata katika michi me, ligi alizotoka hajawahi kuzidi goli tano hivyo hivyo, kwa Neo Maema msimu wake ambao amewahi kufunga goli nyingi zaidi Mamelodi ni goli tano Ukija kwa huyu eh, Joshua Mutale msimu wake ambao amewahi kufunga magoli mengi zaidi ni goli nane Ni mpanzu peke yake ambaye pia naye kiwango chake kimeshuka. Kwa hiyo automatically Simba walikuwa wanacheza na zaidi ya wachezaji watano ambao hawafungi, hawana uwezo mzuri wa ku convert nafasi. Kwa hiyo ndio maana ikawa inatokea nafasi wanashindwa kutumia. Kwa hiyo ni alert nzuri, lakini nikawa nimemwelewa kipindi cha pili, kwa sababu alimuintroduce Jonathan Soa, amemuintroduce, lakini timu haikutengeneza nafasi ukikompea na, na kipindi cha kwanza. Kwa hiyo napata picha kwamba kumbe alireview vizuri kile ambacho alikuwa anaenda kukiimplement, lakini hakijamlipa. Lakini narudia tena, kufungwa mechi ya kwanza ni dalili nzuri katika kurekebisha makosa yako ya kwenda ku, kuya, kuya, kuya sort katika uh, mechi zinazofuatia, kwa sababu sindo, ushaangusha pointi tatu za kwanza na wasijilaumu sana kwa sababu Petro unaweza ukaenda kuwafunga kwao, kwa sababu Simba mpaka wanafika hatua hii hawajashinda mechi hata moja ya nyumbani, lakini wana game plani nzuri ya kuweza kwenda kushinda wei. kwa sababu Petro del Wanda wei hawezi kuzuia na wachezaji watano, hawezi kupanga viungo wengi kama hivi kukaba sana, wataenda ku display soka la kuachia nafasi, ambapo kuna wachezaji wa Simba wenye uwezo wa kutumia nafasi ambazo zitaachiwa na Petro del Wanda katika game ya wei. kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba sio muda wa kutafuta mchawi nani, kwa sababu ni game ya kwanza lakini tu ni kwamba naweza nikasema ni mpinzani ambaye ni mgumu, muda mwingine wa mashabiki wana expect kitu kikubwa kutoka kwa mpinzani to mgumu. Sasa huyu ni mpinzani mgumu. Watu wasimwande, wasimuone kama ni mpinzani lele mama, unaweza ukajipigia tu kama kama vile eh, unacheza na labda timu kama Dodoma Jiji au JKT. Hii ni timu strong. Mm -hmm. Eh, Petro de Luanda ni timu strong jamani. Sio timu ndogo. Amekosa clear chances nyingi sana. Tuzungumzie kiwango cha baadhi ya wachezaji, Mpanzu, Neo Maema. Maema amepewa dakika nyingi lakini ameonekana kuso kuwa na impact kabisa kwenye kikosi. yeah, of course, okay. Eh, Neo Maema sijashangaa sana, kwa sababu nimetoka kumwelezea msimu wake bora, aliwahi kufunga goli tano. Ila kwa Mpanzu ndo zinanishangaza, kwa sababu ni mchezaji ambaye ameshawahi kuprove kwamba anaweza kufunga, ashawahi kufunga goli kumi na saba per season. Sasa sielewi kwa nini sasa hivi, eh, anakosa sana nafasi. Ina maana inabidi ah, apate counseling na akae na walimu waweze kumshauri aweze kufanya vizuri zaidi. Ah, nashukuru Katika viunga vya Benjamin Mkapa kuja kumshuhudia mnyama akifanya yake hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunasema kwa Mkapa hatoki mtu. Mchezo ya leo ni Simba dhidi ya Atletiko, mchezo ambao mashabiki wa Simba akiwa anauangalia kwa jicho la tatu, kana moja nyingine kuweza kupata alama tatu ili kuweza kuongoza kundi kwa kishindo zaidi, kwa magoli mengi katika mchezo wa siku ya leo chini ya kocha Pantevo ana Simba ana imani naye kuelekea mchezo wa siku ya leo lakini pia na kib Dennis Mpanzu pamoja na wengine wengi, lakini bila kumsahau gshen bek ambaye kwa namna moja nyingine ameweza kuwa kitasa katika klabu ya Simba Sport Klabu, na amekuwa na uhakika kupata namba moja kwa moja chini ya kocha Pantevo. viunga vya Benjamin Mkapa. Kama unavyoona mashabiki wa Simba akiendelea kujisogeza katika viunga vya Benjamin Mkapa kuja kumshuhudia mnyama akifanya ubaya ugwela hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunasema kwa Mkapa hatoki mtu, na hii ni Simba Fast TV na na kuha naenziolia kwanza kupata taarifa kutoka ndani ya Simba Sports Club na hii ni Simba Fast TV, tunasema sauti ya mashabiki